Wekwa tena kwenye nafasi ile, mpira unakwenda nje, ni kona. Kona malidadi, wekwa kwenye kamba, Mtibwa wanatangulia, wanatangulia Mtibwa! Ni kona ambayo iliwastukiza Fountain Gate wakiwa hawajajipanga, wanaandika bao la kwanza, wanatangulia moja kati ya washambuliaji hatari sana kwa mipira ya vichwa, aliangalia pale pale aliposimama mlinda mlango Fadhili Kisunga, anafanya shughuli ile iwe nyepesi na kupeleka furaha katika maeneo mbalimbali. tika vizuri, ni faul Imoro naiweka ndani, huku inachezwa tena ile ngoma, bado wanajifunga wenyewe. Wimbi la wachezaji kujifunga wenyewe linazidi kutawala katika uwanja wa Jamhuri mjini Dodoma, kama tulivyoshuhudia jana, uh, Coastal Union Mangosho wakijifunga wenyewe, na ndivyo ambavyo lango lile lile limekuwa na jinamizi la timu kujifunga.